Katikati ya mji wa Lagos uliokuwa na pirika nyingi, alitembea Kapo, kijana wa miaka 27 kutoka Nigeria. Aliyechoka, macho yake akiwa yamejaa uchovu lakini bado akiwa na matumaini kidogo. Alipopita mbele ya wauza mitaani, mvulana mdogo aliyekuwa akiuzia maji ya chupa alikimbia hadi kwake. Oga maji safi. Hii ni hamsini naira tu, mvulana alisema, akitabasamu kwa matumaini. Kapo alijikuna mifukoni mwake. Hakuna kitu. Hata hamsini naira. Alimjibu mvulana kwa tabasamu kidogo la upole na akaendelea kutembea. Kisha simu yake ikaita. Alitoa simu yake ndogo yenye kioo kilichovunjika, moyo wake ukitapika kwa matumaini. Labda ilikuwa kampuni moja, labda leo ndiyo siku yake. Lakini ilikuwa tena ujumbe wa mpendwa, mtumaji pole sana, ujumbe wa kukataliwa. Vidole vyake vilikamata simu kwa nguvu, lakini hilo lingesaidia nini? Alisita, akaweka simu tena mfukoni mwake. Mbele yake aliona bango kubwa la matangazo likitangaza benki ya kifahari. Kapo alitazama kwa sekunde moja. Alikuwa na ndoto kubwa zamani, lakini sasa alikuwa mwanaume anayetafuta chakula chake cha kesho. Siku zilipita, kisha wiki. Uzito wa kukataliwa ulijivuta kwa Kapo kama mzigo wa chuma. CV zake ambazo zamani zilikuwa zimeprintiwa vizuri sasa zilikuwa zimechoka na zimekunjamika, zikibeba kumbukumbu za matumaini yake yaliyovunjika. Mchana mmoja alipokuwa amekaa kwenye kiti cha mbao karibu na muuzaji wa mitaani akimeza kipande cha mkate mkaavu na maji ya chupa, simu yake iliita. Halo, sauti yake ilikuwa kavu kavu kutokana na uchovu. Sauti nzito ilijibu, naongea. Ni Kapo? uliomba kazi ya ulinzi kwenye Orion Bank. Kapo moyo wake ulikimbia kasha, akajibu ndiyo, ndiyo bwana, nafurahi sana. Unaweza kuanza kesho? Ndiyo bwana, nitakuwepo asubuhi ya kesho. Alisimama mbele ya jengo refu la kio Orion Bank, mahali alikokuwa na ndoto ya kufanya kazi kama mtendaji, lakini sasa kama mlinzi. Wakati wateja walipotembea, alijilazimisha kutabasamu akitikisa kichwa kwa heshima. Kisha mama mmoja mzee alikuja akichoka na begi zito. Bila kuchelewa, Kapo alikimbia kumsaidia. Alimwangalia kwa uso wa furaha shukrani. Mwanangu, wewe ni mwanamume mzuri. Kwa mara ya kwanza kwa wiki, Kapo alijisikia kitu cha joto kwenye kifua chake. Kisha hewa ilibadilika. Gari la kifahari lilisimama karibu na kando ya barabara, na kisha alijitokeza Moyo, mwanamke mrembo wa miaka ya thelathini. Kapo alimeza alimeza mate. Wanaume wote waliokuwa karibu waligeuza vichwa vyao kwa siri, wakijifanya kutoshangaa, lakini walikuwa wakimtazama kwa macho makali. Moyo alijua madhara aliyokuwa nayo na alifurahi nayo. Alipofika mbele yake, Kapo alijilazimisha kurekebisha mkao wake. Alisimama mbele yake, tabasamu la polepole lilitanda usoni mwake. "Wewe ni mpya hapa?" alisema, sauti yake ikiwa laini, nzito na yenye kujiamini bila kujitahidi. Kapo alijikuna koo. Ndiyo mama, karibu kwenye Zenith Bank. Moyo alicheka kidogo, sauti yake ilikuwa tamu na ya kuvutia. jina lako nani? alimuuliza. Kapo alichelewa kidogo. Wateja wengi hawajali majina ya walinzi eh. Kapo mama. Alikuna kichwa kidogo, akimchunguza kama paka anayemchunguza mnyama wake. kapo alijirudia jina lake kama akijaribu kutathmini uzito wake. Kisha bila kusema neno lingine, alitembea mbele na akaingia ndani ya benki. Karibu kwenye chaneli yetu ya Global Swahili Stories. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki kwa mizigo mikali kama hii. Kapo hakuwahi kufikiria maisha yanaweza kubadilika kwa haraka hivi. Miezi michache tu iliyopita alikuwa akitembea kwenye mitaa yenye jua kali huko Lagos akitafuta kazi kwa hamu. Sasa alikuwa akiamka juu ya mashuka laini katika jumba kubwa. pembeni yake, Moyo alikuwa amelala akiwa amejifunika na mashuka ya hariri, mwili wake wa kuvutia ukiwa umejipinda kwa uzuri. Kapo aligeuka na kutazama. Hii ilipaswa kuwa ndoto yake ya utajiri, usalama na mke mrembo aliyempenda, lakini mbona alihisi kama alikuwa amepoteza nafsi yake? Sauti laini ilimkatiza mawazo. Asubuhi njema mfalme wangu Moyo aliongea kwa upole, akinyoosha viungo vyake. Alimgeukia Kapo. Kapo alitabasamu kwa kulazimisha. Asubuhi njema, mpenzi. Moyo alimsogelea, akipapasa kidole kifuani pake. Unajua, nilikuwa nafikiria na kupatie gari jipya. Bora zaidi ya ulilonalo sasa. Zawadi nyingine, kitu kingine cha thamani. Kapo alipaswa kufurahia, lakini badala yake, alihisi kama mtoto anayezawadiwa pipi. Hiyo ni nzuri, alijibu kwa sauti ya chini. Moyo alitabasamu akimbusu shavuni kabla ya kutoka kitandani. Alitembea kuelekea chumba chake cha mavazi. Kapo alikaa pale kwa muda, akipapasa uso wake. Alikuwa na kila kitu, lakini kwa namna fulani hakuwa na chochote. Siku ilipita kama ndoto, au badala yake kama maigizo yaliyopangwa kwa ustadi. Ifikapo mchana, kama maigwapo, alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa, akiwa ameketi kwenye kiti cha nyuma cha gari la kifahari, dereva wake akiendesha kupitia mitaa ya kifahari ya Lagos. Hakutambua tena mji wake hakukuwa na barabara zenye vumbi wala wachuuzi wa mitaani bali majengo marefu ya kisasa, ofisi za kioo na maduka ya wabunifu maarufu. Katika duka kubwa la kisasa ambalo Moyo alinunua kwa ajili yake, wafanyakazi walimkaribisha kwa tabasamu la heshima, wakimwita Oga. Kapo alitembea kwenye korido akikagua bidhaa zilizojaa, lakini kila mtu alijua ukweli. Hakuwa anamiliki duka hilo kweli. Moyo alikuwa anashikilia pesa zote, alikuwa anafanya maamuzi yote. Kapo alikuwa jina tu, mtu aliyewekwa pale ili ionekane kama yeye ndiye mwenye mamlaka. Mhudumu mmoja wa duka aliteleza na kuangusha boksi la bidhaa, sauti yake ikienea kwenye sakafu ya marumaru. Mara moja ya msimamizi alifika na kumkaripia vikali. Kapo alimtazama yule msichana akiinama kukusanya vitu vilivyoanguka, mikono yake ikitetemeka. Kitu ndani yake kiliuma, alikuwa kama yeye siku za nyuma, lakini sasa alikuwa mtu wa upande wa pili. Jioni hiyo kwenye sherehe ya kifahari Kapor alikaa kando ya Moyo, akizungukwa na wafanyabiashara wenye nguvu na wanasiasa. Mvinyo wa gharama kubwa ulitiririka, kicheko kikatanda hewani, lakini Kapo alihisi kutokuwa na hisia. Moyo alimsogelea na kunongona, unapaswa kutabasamu zaidi mpenzi wangu, watu wanakuangalia. Kapo alilazimisha tabasamu. Alikuwa na pesa, alikuwa na nguvu, lakini hakuwa na udhibiti. Maisha yake kama mume wa Moyo yalikuwa ya kifahari, lakini hayakuwa yake. Kila gari, kila suti kila saa ya gharama kubwa aliyovaa ilikuwa ishara ya utegemezi wake kwake. Moyo alimpa utajiri lakini pia alimnyang'anya nguvu zake, maamuzi yake, uhuru wake. Mwanzoni aliona ni sawa tu, mtu kutoka mtaani sasa anaishi katika jumba kubwa, ana magari ya kifahari na anasimamia supamaketi kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Lakini ndani yake hasira ilianza kukua. Kisha alikuja Tiwa. Alikuwa mdogo mwenye furaha, na alifanya kapoaji hisi mwanaume tena, tofauti na moyo ambaye alikuwa akitoa amri kama boss. Tiwa alicheka vichekesho vyake, aligusagusa kidole chake kidogo kwenye mkono wake wakati wa kumkabidhi nyaraka, na alisema kwa sauti ya upole oga, kapo kapo, naona jinsi unavyonitazama. Kwanza kapo alikataa, alijua hatari, lakini tamaa ni moto wa polepole, na Tiwa alijua jinsi ya kufanya moto uendelee kuwaka. Jioni moja, baada ya supamaketi kufungwa na wafanyakazi kuondoka, alikaa kidogo. Kapo alikuwa amesimama kwenye kaunta ya malipo akijifanya anahesabu pesa lakini alijua macho ya Tiwa yalikuwa juu yake. Oga, sauti ya Tiwa ilikuwa laini ikicheka, kwa nini kila wakati unakuwa mkaaji sana? Kapo hakujibu, alijua kinachoendelea lakini hakukizuia. Tiwa alijitokeza kwenye kaunta, hakuwa kama Moyo, alikuwa mpole, anacheka kuru. Je, umewahi kuchoka na haya yote? aliuliza. Kapo alimtazama, kuchoka? alikuwa mchovu, na wakati huo aliruhusu kujisikia kuwa hai tena. Siku zilikuwa zimepita tangu kapoa anze uhusiano wake wa siri na Tiwa. Muda wao wawizi kwenye chumba cha store cha supamaketi, mazungumzo ya kimya kimya nyuma ya masanduku na furaha ya hatari ilimfanya ajihisi kuwa hai tena. Alikuwa na nguvu juu ya Tiwa, na ndoo kitu alichokosa katika ndoa yake na Moyo. Jioni moja, baada ya kufunga supamaketi, Tiwa alimpigia simu kumuita aje kumwona kwenye mgahawa mdogo wenye mwanga hafifu kwenye mtaa wa mbali. Kapo akiwa na shauku lakini akiwa na wasiwasi kidogo, alifika akiwa akijificha kwenye kivuli cha mahali hapo. Tiwa alikuwa tayari hapo ameketi, lakini kando yake alikuwa na mtu mpya, mwanaume mrefu dakika. Alipoketi Tiwa alifuta kona ya jicho kama vile alikuwa analia. Kapo alizungumza kwa sauti ya chini, nimepata ujauzito. Moyo wake ulidunda kwa nguvu dhidi ya mbavu zake, akifikiria athari zitakazotokea. Kisha yule mwanaume aliye kando yake alizungumza, sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini ilikuwa na tishio la kimya. huyu ni binamu yangu Lulu, Tiwa alisema akimtazama, anataka kuzungumza na wewe. Shangazi yangu ananiambia kwamba umempa ujauzito. Oga Lulu alisema, sauti yake ikiwa na adabu ya uongo. Hii ni shida, shida kubwa. Kapo alihisi jasho likimwagika kwenye paji la uso. Tunahitaji tu kutatua jinsi utakavyoshughulikia majukumu yako, hivyo basi hii inatufikisha kwa suala lililopo mbele. Oga Lulu alisema, sauti yake sasa ikiwa kali. Dada yangu hawezi kudhalilika. Una kazi nzuri, siyo? una pesa utamuhudumia kuanzia sasa. Kapo alijisikia kifua chake kikikaza. Ni kiasi gani? elfu mia tano za kigeni kwa gharama za hospitali, alisema kwa urahisi, na nyingine mia mbili kwa ajili ya matengenezo yake akiwa nyumbani. Kapo alikauka koo, hilo lilikuwa karibu kila kitu alichokuwa nacho kwenye akaunti yake, alikuwa hana nguvu hapa. Polepole, mikono yake ikiwa inatetemeka alitoa simu yake na kufungua app ya benki. mtoto mzuri Lulu aliongea kwa sauti ya chini, akimtazama Kapo akichagua maelezo ya uhamisho. Wakati pesa zilipohama kwenye akaunti yake, Kapo alijisikia kitu ndani yake kinavunjika. Hii haikuwa upendo. Hii ilikuwa ni mwanzo wa kushindwa kwake. Siku zilipita na kila siku Tiwa akizua tatizo jipya ili kupata pesa kutoka kwa Kapo. Ikafika hatua mpaka Kapo akaanza kuchukua pesa za biashara ili kuficha usiri wake na Tiwa. Ilifika hatua moyo aligundua kuwa uuzaji unadorola na haoni faida, hivyo ilibidi amuulize Kapo kwa ukali. Kapo akaeleza kila kitu kuhusu yeye na Tiwa, hivyo Moyo akasema, nenda kama laiz. Siku mbili mbele, Kapo alimwalika Tiwa kwenye chumba kidogo cha hoteli. Tiwa alitabasamu bila kujua mtego alioingia umeonekana. mnyonge sana siku hizi, alisema akiinamisha kichwa chake. kwa nini usijitahidi kupumzika? Kapo alilazimika kutabasamu, akichukua kikombe cha pili kilichokuwa mezani kilichomwandalia kwa ajili yake. Akili yake ilikimbia Hakuna kurudi nyuma sasa, ni yeye au mimi. Tiwa alikichukua kikombe bila kujua kilichomo. Kwa sisi, alizungumza kwa sauti ya ya chini kabla ya kunywa. Kwa muda mfupi hakuna kilichotokea, kisha tabasamu la tiwa lilipotea. Macho yake yalijaa mshangao na akaanza kushikilia koo lake. Alijaribu kusema, lakini hakuna neno lililotoka. Ilikuwa ni pumzi iliyoshindwa. Chumba kilihisi kuwa kidogo sana, cha joto kupita kiasi, kinabana. Alitaka kugeuza macho, lakini hakuweza. Halafu kimya. Tiwa alikuwa kimya kabisa. Macho yake yaliyojaa uhai na utundu zamani, sasa yalikuwa matupu yakitazama hewani bila maana. Kapo alipumua haraka, mwili wake wote ulikuwa unatetemeka. Alitazama mwili usio na uhai mbele yake, na sasa tatizo jipya: kuondoa mwili. Kapo alimeza mate kwa shida, akajaribu kufikiria. Fikiria, fikiria, fikiria, alinong'ona, lakini hakuna jibu lililokuja. Ni sauti tu, sauti ya hofu yake sauti ya dunia ikimzonga, sauti ya moyo wake ukipiga kwa nguvu. Kisha simu yake ikatetemeka juu ya meza, aliyumba kwa mshangao. Ilisikika kama mlio wa risasi katika kimya hicho. Akaichukua kwa vidole vilivyokuwa vinatetemeka, jina likang'aa kwenye skrini iliyopasuka. Moyo. Alitazama, akashindwa kupumua. Alijua ilibidi ajibu, akavuta hewa kwa nguvu na akapokea simu. Imekwisha, alinong'ona kwa sauti iliyovunjika. Kimya kirefu Halafu sauti ya moyo laini, kama hariri lakini kali kama kisu. vizuri sasa, safisha kila kitu. Simu ikakata. Mlio mkali wa hodi mlangoni ulimfanya aruke, tumbo lake likajikunja kwa hofu. Askari wawili waliovaa sare waliingia ndani, nyuso zao hazikuonyesha hisia zozote. Bwana Kapo, umekamatwa. Moyo wa Kapo ulipiga kwa nguvu, alijaribu kusema lakini sauti haikutoka. Alijua hili lingetokea. Pingu baridi zilipofungwa mikononi mwake Ukweli ulimgonga ghafla, miguu yake ikalegea. Huu ulikuwa mwisho wake. Funzo la hadithi: tamaa, udanganyifu na njia za mkato za mafanikio huishia kwenye maangamizi. Ukidhani unatawala, huenda wewe ni kibaraka tu kwenye mchezo wa mtu mwingine. Nguvu ya kweli haiko kwenye mali, bali kwenye hekima na uadilifu.